We wadaku, natoka kulia sai, sasa ndio nimeshapoa after nimeona mwili ya Raila Amolo Odinga, mwanaume ambaye nilisimama naku, naku, naku, naku, naku, na kura zangu nikimpatia na roho moja hivi. Wadaku, hakuna kitu, kitu imeniuma kama kifa ya Raila Amolo molo Odinga Kifo ya Raila, kifo ya Raila Amolo Odinga imeniuma sana. Kwa nini anatusaliti? Mbona anatusaliti? Bado ni mapema, lakini ameshatusaliti. Yes, tunajua alikuwa mgonjwa, lakini sasa mbona mimi nimepea Raila Amolo Odinga kura zangu mbili? By the way, mimi sikukuwa na ile kale ka feeling ya kwamba ati Raila Amolo Odinga amekufa nilikuwa najua tu ni zile jokes za watu vile wanaongea, mpaka vile mimi nimeona Raila Amolo Odinga kwa sanduku Citizen TV. Wadaku, nimeshindwa cha kufanya. Raila ni mtu mwenye tumeanguka naye. Raila ni mtu mwenye watu wamekufa kwa sababu yake. Raila ni mtu mwenye watu wameuona kwa sababu yake na tungepata Raila anakuja kusaidia huyo mtu lakini ametusaliti mm. Raila ameamua kutusaliti hasa, tusaliti tu completely mm -hmm. Wadaku, Raila ameamua nikaongea, ikitoenye siku wanataka kuongea election day ni siku enye nilifunga mtoto wangu kwa mgongo, msichana, nilienda kuvotia Raila Amolo Odinga kura nilikuwa nimebeba kura yangu na nimebeba national ID yangu, nataka kwenda kuvotia Raila Amolo Odinga. That time my husband alikuwa kwa nyumba, bwanangu alikuwa kwa nyumba. Nilikaa kwa line wadaku, nilikaa kwa line nikapiga kura yangu, nikamaliza nikarudi nyumbani. Nilipigwa nikiambiwa nimetoka usherati, na nilikuwa natoka kuvotia Raila Amolo Odinga. Wakati nilipigwa, mtoto wangu alikuwa kwa mgongo. Wakati niliinama hivi, huyo mwanaume wangu alikuwa ameshika rungu ya chapati, nilipiga mtoto wangu msichana hapa. Mtoto wangu akakufa juu hiki kibaba Ilikuwa nimeenda kukipigia kura, saa hii kimetusaliti, saa hii kimekufa mtoto wangu, alikufa jo. Nimeenda kupigia Raila Amolo Odinga. Nilizika mtoto wangu after four days nikamzika. Nili, nilikuwa naomboleza mtoto wangu nikiwa kwa runinga ya Citizen TV nikiwa naona vile kura zinaendelea nilikuwa 200% sure. Raila Odinga aliwini ikiti ya president. Raila Odinga alikuwa amewin hii ikiti ya president. Kura wakati zilihesabiwa, Raila Odinga alikuwa na 10 million kura votes While Uhuru Mwegai Kenyatta alikuwa na 5 votes, 5 million votes. Wadako, I don't know what happened. I don't know what happened. Uhuru Kenyatta akashinda Raila, Raila Amolo Odinga votes. Wakati walitangaza Raila Amolo Odinga ni president. Bwana wangu alinipiga. Alinipiga juu ya hiki kibaba. Nilipigwa juu ya hiki kibaba kimenana chini kinaitwa Raila Amolo Odinga. Hiki kibaba kilifanya ndoa yangu ikakuwa living hell. Sasa umekufa umetuacha Mzee, umekufa umetuacha hauna haya wewe. Hauna haya kabisa. Ilipigwa wakati walitangaza uhuru Muigai Kenyatta, Bwanangu alinipiga akanivunja mkono, na nilikuwa nimeenda kusimama kwa line kuvotia iki iki kibaba kura, wakati kifa Raila Amolo Odinga ime- ilikuja mimi, nilikuwa hiyo kitu ime imenikujia kwa roho yangu, wadaku, hiyo kitu imenikujia kwa roho yangu wakati Raila amekuwa India wakisema Raila amekufa, Raila amekufa, sikuwa nimechukulia Raila Molo Odinga amekufa. Ya ukweli, nilikuwa tu najua tu ni zile jamba za watu, mpaka vile nimoniko kibaba kimelala kwa sanduku. Raila umetusaliti wewe, Raila umetusaliti wewe Raila, Raila umefanya watu wengi walikufa kwa sababu yako wewe watu wamevunja nyumba kwa sababu yako, watu waliua wanawake na wanaume kwa sababu yako wewe. Ya kibaba sasa umeshakufa umeacha nani? Umeacha nani wateseke? Umeacha kina nani wateseke? Mzee sasa umeshakufa Raila, Raila amekufa sayayuko afta, amefanya watu wameteseka. Huyu mbaba amefanya watu wamekufa. Huyu huyu huyu huyu sana amefanya watu wakauliwa. Alifanya watu akapoteza kazi wanaku alafu saya amekufa, amekufia nani? Amekufia nani sasa? Iki baba kimekufia nani? kama na juu Ningejua ningetembea na t-shirt ya ninge yangu ya ODM, ningetembea na kofia yangu ya ODM. Ningekuwa nimekuja nayo ku Saudi Arabia. Ningevaa Siki ya mazishi yako, Siki ya mazishi yako. Ewe, ningesa ningevaa hiyo t-shirt. Ulisababisha mtoto wako akakufa. Kwa sababu nilikuwa nimeenda kukuvotia kura, Kasi ukuwa nimeenda usherati. Sayo mingu Eh, wadako. To be honest, hakuna kifu imeniuma kama ya Raila. Mimi, hata ya babangu mzazi kuniuma hivi. Lakini ya Raila imeniuma. Kwa nini ametuacha? Why? Why? Wakati Uhuru Muigai Kenyatta alitangazwa, watu walikufa, wenzemu, watu walikufa uko. Umekaa unakunywa chai fupi kwa nyumba yako umetulia, watu wakikufa kwa sababu yako, watu waliuana kwa sababu yako Raila, mm. watu wameuana kwa sababu yako Raila, sasa umeenda ikiibaba Mungu anarudisha watu duniani, wakurudisha duniani, wakupiketo viboko. Umefanya watu wamesacrifice maisha yao, umefanya watu wamekufa. Wewe mzee, wewe mzee nani, nilipea Raila Amolo kura zangu hizi mbele? Kura zangu mbele, nikipatia Raila Amolo Odinga kura zangu sai hayuko, hayuko Raila Amolo Odinga umesaliti watu, umesaliti nji yetu ya Kenya, umetusaliti, umetuachia baba wa kambo. Hata siku, Raila, kwa tumeanza kuteswa Raila, tunjaekwa kwa mchanga, tumeanza kuteswa na baba wetu wa kambo hmm. Hata wangekuwacha tu tuukalie Wangekuacha tu tu yetu hata kidogo basi uonja, hata kama ni one time, hata kama ni one time, hata kama ni one month. Uhuru Muigai Kenyatta anakalia yo kiti saa hii, unaona Uhuru Muigai Kenyatta amesimama pale mbele. Raila, hey, hey, hey. pesa. pesa wewe Raila Amolo Odinga unge ungekufa mtoto wangu angekufa. Raila Amolo Odinga ungekufa, mtoto wangu angekufa, ungevotiwa hiyo kura ungepita, mtoto wangu angekufa. Sasa angekuwa ni msichana mkubwa, lakini umeamua utulipe. Utu, utu, utu, umeamua malipo ni hapa duniani sawa, acha tubaki nayo so, asowadako ninakuta tu kuambia to be honest, mi nimekuwa mtu napenda Raila so much. Mimi nimependa Raila, nimependa Raila Amolo Odinga Agwambo TB Tialala huyuko haya